Hadithi yetu inaanzia katikati ya treni. Siku hii ya leo asubuhi, kila mmoja alikuwa yupo tayari kuelekea katika majukumu yake kama kawaida, lakini anaingia afisa mmoja anayetambulika kwa jina la Arupu. Mtu huyu alipata taarifa ya kwamba kuna gesi hatari ambayo imewekwa ndani ya hii treni, hivyo muungwana katika harakati zake za kutafuta na kadhani ya kwamba gesi ile hatari huenda ikawa ipo ndani ya begi ambayo alikuwa akashikilia mtoto wa shule. Muungwana anafanya haraka ili hii gesi isije ikamwagika, kwani endapo ikitokea basi itakuwa ni hatari zaidi. Lakini gesi ile bwana ilikuwepo ndani ya mkoba wa mama ambaye alikuwa ananyonyesha. Sasa kwa kuwa hii gesi ilikuwa nafanana na maziwa ya bwana, ile chupa inaanguka chini na kuweza kupasuka. Hali hii inapelekea watu wote waliokuwepo ndani ya hili eneo kuweza kupoteza maisha ikiwemo pia mtaalamu wetu arupu. Polisi wanafanya uchunguzi lakini jitihada zao zinagonga mwamba, kwani hawakufanikiwa kabisa kuweza kutambua ni nani ambaye alikuwa kahusika ndani ya hili tukio. Kesi nazimwa chini na watu wanasahau. Baada ya miaka miwili kuweza kupita, tunafika airport, sehemu ambapo ilikuwa inatambulika kwa jina la Kolkata. Sehemu hii tunamwona bimudada mmoja ambaye alikuwa na mimba, anatambulika kwa jina Vidya, vidia Bachi. Bimdada huyu baada ya kushuka, safari inampeleka mpaka ndani ya kituo cha polisi. Kituo hiki kiko inatambulika kwa jina la Kaligati. Bimdada baada ya kufika, anafungua kesi, anadai ya kwamba mme wake amepotea wiki mbili zilizopita. Anadai ya kwamba mme wake alikuwa katokea London, na alifika ndani ya hili eneo kwa ajili ya kuweza kufanya kazi ndani ya kituo ambacho kinahusika kutunzia data. Bimdada anaendelea kutoa maelezo, anasema mme wake baada ya kufika, waliwasiliana vizuri ndani ya wiki mbili, lakini baadaye hakufanikiwa kupata mawasiliano yoyote kutoka kwa mme wake, na toka kipindi hicho mpaka hivi sasa umeshapita mwezi mmoja. Dada anasema mume wake anatambulika kwa jina Anabi Bachi, lakini pia alikuwa na umri wa miaka 33 mwenye urefu wa futi tano na inchi 11. Lakini pia anafanikiwa kuonyesha picha aliyokuwa amepiga yeye pamoja na mume wake. Polisi wanamweleza kuna rekodi za mtu ambaye anatambulika jina kama hilo, lakini pia wakamweleza kwa kuwa ni mgeni ndani ya hili eneo, basi watampatia msaada, kama watapata details hizo zote, basi watamjulisha bin dada. Kwa kuwa yeye pamoja na mume wake walikuwa ni wataalamu wa kutumia kompyuta, anafanikiwa kuwasaidia maskari polisi kutengeneza kompyuta yao. Vidya anakabidhiwa kwa Rana, askari ambaye atakuwa anamsaidia mpaka pale ambapo atafanikiwa kuweza kumpata mme wake. Safari inawapeleka mpaka ndani ya hoteli moja ambayo ilikuwa ipo uswahilini sana. Bimdada anadai hii ni hoteli ambayo mme wake aliweza kufikia, lakini wahudumu ndani ya hili eneo hawana rekodi kabisa ya mtu ambaye alikuwa anatafutwa na huyu bimdada. Vidya hakukata tamaa, bali akaomba kupatiwa chumba ambacho anasema ya kwamba mme wake alikuwa anaishi. Pindi alipofika ndani ya hili eneo anaweka makazi. Lakini pia asubuhi na mapema anaelekea mpaka sehemu ambapo huwa wanahifadhi data za taifa. Baada ya kufika, anakutana na mwanamke anayetambulika kwa jina la Agnes. Bimdada anamweleza Vidya kwamba amefanya uchunguzi lakini kunaonyesha hakuna rekodi zozote za kuonyesha kwamba kuliwahi kuwa na mfanyakazi mwenye jina kama hilo. Vidya anajaribu kumbembeleza Agnes, ikiwemo pia kumwonyesha picha ya mume wake na kumweleza atafakari, huenda labda kuna mahali aliwahi kumwona. Agnes anachomwa lakini pia bimdada, baada ya kuondoka leo, wanaondoka pamoja na Rana mpaka sehemu ambapo bimdada anadai kulikuwa kunapatikana familia ya mme wake, lakini baada ya kufika wenyeji wanawambia kwamba hakuna familia ya bachi ambayo iliwahi kuishi ndani ya hili eneo, kwani wao wameishi ndani ya hili eneo kwa zaidi ya miaka thelathini. Wanaondoka wanaelekea mpaka ndani ya shule ambao bimdada anadai anabi alifanikiwa kuweza kusoma, lakini mkuu wa shule anacheki rekodi na kumweleza bimdada hakuna rekodi yoyote ya kuonyesha kwamba kuna mtu anayetambulika kwa jina la Anabi aliwahi kusoma ndani ya hili eneo. Kichwa kinaanza kuchemka, kila mmoja anaanza kujiuliza hiki ni kitu gani. Lakini pia Rana baada ya kuangalia rekodi airport, ni watu gani ambao waliweza kuingia na kutoka, bwana anagundua hakuna rekodi zozote zinazoonyesha kuna mtu ambaye anatambulika kwa jina la Anabi Bach aliyesafiri kutoka London kuja Kolkata. Agnes leo anakutana na bimdada Vidya kwa lengo la kuweza kuzungumza naye na kumweleza kwamba picha mume wake aliyomwonyesha inafanana kabisa na mmoja kati ya mfanyakazi ambaye alikuwa anafanya naye kazi zamani anayetambulika kwa jina la Milani Damji. Lakini pia bimdada anasema ya kwamba alijaribu kuweza kumfuatilia mtu huyu, inaonekana faili lake limefungwa na mamlaka ya juu. Lakini pia bimdada anamweleza naelekea kwenye ofisi ya zamani ya National Data Center, akatafuta faili la Milani Damji na endapo akilipata huenda likamsaidia kupata mwanga, kwani bimdada anadai endapo akimpata mtu huyu basi kuna uwezekano mkubwa wa yeye kuweza pata mume wake. Agnes anaondoka anafika magetoni, lakini huku upande wa nyuma tunakutana na mtu anayetambulika kwa jina la Bob anapewa kazi ya kwenda kumwangamiza Agnes ili siri zisiweze kutoka zaidi. Bob ukimwona unaweza ukazani ya kwamba ni Mr. Bean, lakini matendo yake bwana alikuwa ni kama vandame marasta muungwana. Anafanya kazi kwenye shirika la bima, tena mshahara wake ulikuwa ni wa kawaida sana. Wafanyakazi wenzake wasichokijua, ikiwemo pia bosi wake, ni kwamba mshikaji alikuwa ni muuaji wa kukodiwa. Leo tena anapokea meseji na kuelezwa aelekee katika ofisi ya zamani ya National Data Center kwenda kuchukua faili la Milani Damji, lakini Vidya pamoja na Rana wakawa wa kwanza kufika ndani ya hili eneo na kufanikiwa kuchukua lile faili. Wanampiga chenga muuaji na kuweza kutokomea kusikojulikana. Hiki ni kitengo cha Intelligence Bureau. Tunakutana na Mr. Kani, leo anamfuata bosi wake Mr. Baskaran na kuweza kumweleza kwamba kuna mtu ambaye ameanza kufuatilia kesi ya Milani Damji, hivyo anamweleza anahitaji kuelekea Kolkata ili kwenda fatilia hii kesi kwa ukaribu zaidi. Ebwana, mtu huyu ni nani? Mbona anaumiza vichwa mpaka vigogo kama hawa? Halo, mambo yameanza kuchangamka ungwana. Baada ya kufika, anamweka mtu kati bimdada, na kuanza kumpiga mikwara ya kutosha. Anamweleza Milani alihusika kwenye yale mauaji yaliyotokea miaka miwili iliyopita, na hivyo anamsi bimdada apande ndege na kurudi Uingereza kwenda kulea hiyo mimba, lakini bimdada akawa ni mgumu, akaendelea kufanya uchunguzi yeye pamoja na Rana, na leo akafanikiwa kuweza kupata information ambazo zilikuwa ni nzuri zaidi ya kwamba Milani Damji bwana, grupu lake la damu lilikuwa ni gumu sana kuweza kupatikana kwa watu. Hii mshikaji alikuwa akaamua kwenda kuhifadhi damu katika sehemu ambayo huwa inahusika kuweza kuhifadhi damu, lakini pia wanapata taarifa nyingine ya kwamba siku ile ambapo lile tukio la gesi liliweza kutokea, mmoja kati ya mtu alifanikiwa kuweza kuumia baada ya kuweza kupigwa risasi. Mtu huyu hakuwa mwingine bali alikuwa ni Milani Damji. Leo anamfuata daktari ambaye alihusika kuweza kumtibu muungwana mshue bwana, alikuwa kobize sana kwani kuna upasuaji ambao alikuwa anahitajika kwenda kufanya. Anaeleza kwamba endapo akipata kwa information zozote nzuri, basi atafanya jambo la kuwasiliana nao. Lakini kipindi ambacho daktari alikuwa anarudi nyumbani, uso kwa uso anakutana na Bobu na hadithi za daktari zinaishia hapa. Baskarani leo anamfuata kanali mstaafu kutoka katika kitengo cha IB na kumweleza kuna mtu ambaye anajaribu kuweza kufuatilia kesi ya Milan Damji, hivyo anamuomba kanali aweze kurudi kazini ili waweze kusaidiana kumzuia mtu huyu, lakini mwamba asema ya kwamba yeye hataweza kufanya huo ujinga, kwani inaonekana Milan Damji, kuna mtu ambaye anamkinga na mtu huyu, inaonekana ni mtu ambaye ana nguvu sana ndani ya kitengo chao rana. Pamoja na bi mdada Vidya leo anakutana na mtu ambaye alikuwa ni undercover agent ambaye alikuwa anatumiwa sana na askari polisi. Mtu huyu anawapatia information zingine na kueleza ya kwamba ni kweli Milan Damji ni mtu ambaye aliyehusika kupanga mashambulizi yote ya gesi miaka miwili iliyopita, lakini inaonekana Milan Damji alipewa amri na mtu ambaye ana cheo kubwa ndani ya kitengo cha IB ama Intelligence Bureau. Video hii lengo lake ni kuweza kumpata mtaalamu wetu Milani Damji ili aweze kumpata mme wake. Sasa atampataje bwana? Kupitia lile faili ambalo walilipata kwenye jengo la zamani la National Data Center, bwana linawapeleka mpaka sehemu ambapo Milani Damji zamani alikuwa anaishi. Wanafika, wanakuta kwa sasa nyumba ilikuwa kaliwi na mtu yoyote, lakini bimdada, baada ya kuweza kuuliza watu ndani ya hili eneo juu ya mtu ambaye alikuwa anaishi ndani ya ile nyumba, kijana mmoja alikuwa anahusika sana kuweza kupeleka chai kwa mtaalamu wetu Milani Damji. Anafanikiwa kwenda kuwaonyesha mtu ambaye alikuwa anamtembelea sana Milani Damji. Mtu huyu alikuwa na cheo kikubwa ndani ya National Data Center. Bob anapokea picha ya bimdada Vidya, kazi ni moja tu, kwenda kumwangamiza. Lakini leo kipindi ambacho alikuwa anamvizia ili aweze kumpiga tukio, bwana kwa bahati mbaya linashindikana kamata mchinje zinaanza baina ya Bobu pamoja na Rana, lakini katika hizi harakati, kwa bahati mbaya Bobu anagongwa na gari. Rana anafanikiwa kuondoka na simu ya Bobu na kuipeleka kwa bimdada. Sasa kupitia utaalamu wake wa kompyuta, Vidya anafanikiwa kuweza kupata IP address, na kutambua ni mtu gani ambaye alifanikiwa kumtumia picha mtaalamu wetu Bobu. Sridha kipindi ambacho alikuwa anaondoka siku hii ya leo jioni bwana alikuwa hajui, huku nyuma Vidya pamoja na Rana walikuwa tayari wameshaingia ndani ya ofisi yake na bimdada kwa kutumia utaalamu wake akafanikiwa hukua mafaili ya kutosha, lakini mshikaji alipokuwa ndani ya gari anapata alam ikionyesha kwamba katika ofisi yake kuna mtu ambaye alikuwa anaitumia kompyuta. Anarudi mbio mbio bwana, mbio kamata mchinje inaanza ndani ya kitaa, lakini hizi harakati zinampelekea rana kuweza kumpigia simu Mr. Kani na kuweza kumweleza aje ndani ya hili eneo ili aweze kuwasaidia. Kani anafika na bimdada Vidya bwana, kwa bahati mbaya anachukua mguu wa kuku ambao alikuwa nao mtaalamu wetu srida na kuweza kumwangamiza palepale. Kani ana maindi sana bimdada na kumweleza ni kwa nini mefanya maamuzi magumu kama haya, kwani yeye alikuwa anamuhitaji huyu kiongozi akiwa hai ili aweze kutambua msaliti ndani ya kitengo chao alikuwa ni nani, lakini pia amba, na nguvu, ni nani ambaye alikuwa anampatia nguvu mtaalamu wetu milani damji. Vidya, baada ya kutumia utaalamu wake wa kompyuta kwenye yale mafaili ambayo aliyatoa ndani ya ile ofisi ya muungwana, anafanikiwa kukutana na kodi ambazo baada ya kuzingamua na kuja kutambua ilikuwa ni namba ya simu ya baskara. Ni bwana Kani anamweleza bimdad ampigie kiongozi na kumweleza ana mafaili ya asili, inaendapo akihitaji kuyapata basi amsaidie yeye kuweza kumpata mume wake. Baskaran anamweleza bimdada, usijali kwani kuna askari wangu wa siri ambaye atakupigia muda sio mrefu, ili kuweza kulifanya hilo jambo. Muda sio punde, bimdada anapokea simu kutoka kwa mtu ambaye namba yake ilikuwa haitambuliki. Mtu huyu anamweleza bimdada, akihitaji kumpata mume wake, basi inabidi aweze kumpelekea yale mafaili mistakani. Baada ya kusikiliza hii sauti, moja kwa moja akasema ya kwamba mtu huyu alikuwa ni Milan Damji. Dada akafurahi kidogo, akapata matumaini, akaona muda si punde atakutana na mme wake, kwani kwa sasa alikuwa anasubiri tu simu moja kutoka kwa mtu huyu ili aende akakutane naye na yeye aweze kumpata mme wake Vidya leo anaenda kukutana na mtu aliyekuwa anatambulika kwa jina Milan Damji, mtu ambaye alikuwa anatafutwa kila kona ya nchi. Baada ya kufika, mshikaji anamweleza anipatie hayo mafaili, lakini bimdada anamweleza ampatie kwanza mme wake. Milani anamweleza Bimdada, endapo kinikabidhi au mafaili basi, nami nitakuonyesha mume wako alipo. Bimdada anashangaa sana, anamuuliza kwa mshangao mkubwa, je, ni kweli utakuwa na uwezo wa kunirudishia mume wangu? Milani alivyoona stori zinakuwa nyingi, akawa anahitaji kuondoka, Bimdada akawa anamzuia. Kitu hiki kikapelekea Milani kumpiga mguu wa tumbo Bimdada, kipindi ambacho alikuwa anaugulia maumivu. Milani anasogea kwa lengo la kuchukua mafaili, lakini Bimdad anachukua hiyo fursa na kuweza kutembeza kichapo kwa muungwana. Na hapa tunagundua kwamba kumbe Vidia alikuwa ana mimba bandia. Bimdad anainuka kishujaa bwana na kuweza kumaliza Milani Damji, nasi tunagundua kwamba huyu hakuwa Vidia kawaida. Sasa yeye ni nani na ni kwa nini alikuwa anamhitaji sana huyu mshikaji? Kani na Rana wanafika wanakuta bwana Baasha ikisema ya kwamba asante sana Mr Rana, lakini pia ndani yake kulikuwa kuna draiva ambao ilikuwa ina ushahidi wote. Rana hapa anagundua, anamweleza Mr Gani ya kwamba nimeshatambua kweli mzima huyu sio Vidya ambaye sisi tulikuwa tunamfahamu, lakini pia huyu Vidya, hadithi yote aliyotupatia ilikuwa ni ya uongo, ikiwemo pia hata hadithi ya mume wake. Inaonekana bi mdada Vidya ameweza kutumia jeshi la polisi pamoja na ajenti kutoka IB ama intelijensi Biuro ili kuweza kutimiza malengo yake. Ule ushahidi ambao bimdada Vidya aliyoweza kuwacha unapelekea Baskara ni kuweza kunaswa, pamoja na maskari wengine ambao walihusika kwenye mtandao wa mauaji miaka miwili iliyopita. Lakini pia leo tunapata kutambua utambulisho halisi wa bimdada Vidya. Kumbe bwana yeye alikuwa ni mke wa mshikaji aliyekuwa anatambulika kwa jina la Arupu, mtu ambaye naye alikuwa ni mohanga katika lile tukio la miaka miwili iliyopita. Lakini pia huyu mshikaji naye alikuwa ni agent katika kitengo cha Intelligence Bureau kipindi kile, tukiwa wakati linatokea, bimdada alikuwa ana mimba, lakini kupitia uchungu ambao aliopata wa kuweza kumpoteza mume wake mimba ile ikapotea, hivyo akapoteza vitu viwili, mume pamoja na mtoto. Dada kwa kushirikiana na kanali platapu akaingia mzigoni kwenda kutafuta watu ambao walikuwa wamehusika kwenye hili tukio, ili aweze kulipa kisasi. Nadhani ni watu wengi sana wanamhitaji shujaa kama bi mdada Vidya. Bwana, hapa ndio tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa mwanafamilia wako kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.